Kufurahia sana sana kukualika kufanya uh, mahoji, mahoji, mahojiano kuhusu Afrika na na China na mada ya mahojiano leo ni uh, unayo unayo mawazo gani baada ya kutembelea China Hai. Na sasa tu tu sana. U, mimi ni mwalimu wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, ni profesa wa lugha ya Kiswahili na mwenyekiti wa idara ya Kiswahili. Na nimekuja hapa Uchina ili kujaribu uh, kuona kwamba kuna maelewano mazuri baina ya chuo hiki cha BFSU na chuo cha Nairobi hasa mambo yanayohusiana na mafunzo ya somo la Kiswahili na tumekuwa tukizungumza na walimu wenu Rashidi na Amina uh, kupitia barua pepe kwa muda uh, mrefu, lakini tukasema sasa nifike, nitembelee, tuweze kuzungumza zaidi na pia niweze kukutana na wanafunzi uh, wa Kiswahili. uh, uh, kabla ya kuja China um, ulikuwa na nchi hii niseme kwamba si mara yangu ya kwanza kuja China. Ah. Ah, nimekuwa hapa mara mbili na kila wakati nimekaa kama mwezi mmoja, lakini sehemu tofauti. Mara ya mwisho nilikuwa kule kaskazini Jilin University. Eh, Jilin mm, ninaita hivyo? Mm-hmm. Eh, Jilin, mm-hmm. Eh, sasa nimekuja hapa kwa hivyo hata kabla nikuje nilikuwa najua ni mambo yepi na nitakayoyapata ni yapi ambayo ya yanaendelea, lakini nimepata mabadiliko kidogo kwamba sasa kuna watu wengi zaidi wanaosema Kiingereza, kwa hivyo nimeweza ku, kuongea na watu wengi, na nikienda kununua kitu ninapata watu ambao tunaelewana. Hii, hayo ndio mabadiliko ambayo nimeona, lakini mambo mengine kama namna ambavyo watu wanapofanya kazi kujitolea kwa wanafunzi e, mambo yanayohusu utamaduni wa chakula na mambo mengine nilikuwa nimeyazoea kidogo, nilikuwa nayajua. Asante mwalimu, mm, mm, na baada ya kufika China mm. Ni tofauti gani kubwa kati kile ulichokitarajia na kile ulichokiona. Jambo moja ambalo ni la kawaida kabisa ni e, mambo ya, ya kijumla ni baridi e, <laughs> Beijing ni baridi sana mm. Ikilinganishwa na Kenya nilipokuwa na, na, natoka mm. Kenya kulikuwa na joto sana na hata sasa naambiwa kuna joto kabisa na hapa kuna baridi sana mm. Kwa hivyo hiyo ni tofauti ya kwanza na kile ya kijumla katika masomo Eh, jambo ambalo limenifurahisha sana sikulitarajia na limenifurahisha, nilipoambiwa na mwalimu Amina nitakutana na wanafunzi wa mwaka wa pili, nilikuwa nafikiria ndio wanajaribu kujifunza sauti za Kiswahili maneno machache machache, lakini nimepata kwamba mnaweza kabisa kuwasiliana, mnaongea, tunaongea nani Kiswahili, mnauliza maswali kwa Kiswahili, mnajibu, mnawajibu kwa Kiswahili, tunaelewana. Kwa, kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nimeona ni tofauti na nilivyotarajia. Sikuwa natarajia nitapata wanafunzi wa mwaka wa pili wanazungumza Kiswahili namna mnavyofanya. Uh, yule wa uzamili, masters ni mzuri sana kwa Kiswahili na hilo ni jambo ambalo limenifurahisha nime uh, nimekuwa uh, Shanghai International mm. Studies University nimepata wanafunzi pale na pia wanaongea Kiswahili. Na jambo ambalo nimeliona katika uh, idara zote mbili zinazofunza Kiswahili ni kwamba kuna kujitolea kuku, kubwa baina ya wanafunzi na walimu na kuna ule upendo wa kutaka kujua na kuzungumza. Nimefurahia sana mm. na Mwalimu, katika ziara yako hapa mm -hmm. um, uliona vipi tofauti na ufanano kati ya utamaduni wa China na Afrika? Okay. utamaduni wa China na Afrika una tofauti kubwa. mm -hmm. uh, kwa mfano Waafrika tumezoea sana kukaa katika jamii tukiwa wengi pamoja Uh, ni vigumu sana upate mtu anakaa peke yake, anaenda kula peke yake. Huu utamaduni sisi ni tunajua, afadhali unachukua rafiki fulani, unaenda naye hata kama hamjuani sana. um, kwa hivyo kuna huko kuwa na na, na, na uja, ujamaa wa aina fulani huko sana Afrika. pili ni utamaduni wa chakula, utamaduni wetu wa chakula, namna kinavyopikwa, namna tunavyokila, hata muda wakati wa kula ni, ni tofauti sana na hali ilivyo Uchina. Uh, inabidi kila wakati nitafuta mahali ambapo nitapata chakula nitakacho hmm, kiweza uh, Sudi anajua jana nilikuwa tukitafuta hmm. uh, um, lakini pia nimeona hapa kuna utamaduni wa kutia bidii kutaka kufanya, hata mchana hata usiku. Kama ni mchana, wanafunzi wanataka kusoma. Nimezunguka zunguka kwenye nyanja zenu na nimeona wanafunzi wanafanya michezo tofauti tofauti usiku, kwa sababu ndio kuna nafasi. Mchana wanasoma uh, na wanajitolea kabisa, usiku wanakuwa na hiyo michezo. Kwa hivyo nafikiri huo ni utamaduni mzuri sana, ule wa kwamba hakuna kuta, kupoteza muda wowote. Muda wowote unatumiwa na unatumiwa uh, vizuri, na kuna kuna heshima sana. Unajua, mtu akiwa mtu mgeni mahali, ndio unajua kwamba kwa unataka kwenda mahali fulani, hupajui, unaulizia u, unapata. Hata vile nimekuja hapa sasa hivi kwa sababu nilikuwa nimepotea, uh, hii international building, nilikuwa nimeenda upande wa mashariki. Hmm. Amenileta mwanafunzi mpaka hapa hmm. Nilipomuuliza badala ya kunielekeza amenilete. Aa, kwa hivyo na, na, naona kwamba kuna ule utamaduni wa kuheshimu mtu na kutaka kusaidia. Kuna kuna hiyo kutaka kusaidia hmm. Tangu nilipokuja, nyinyi wanafunzi wa Kiswahili mmenijua tu, mmenisaidia sana kwa mengi Aa, Jana amekuja Sudi kunichukua kule stesheni ya, ya, ya gari moshi ikitoka Shanghai, nime, nimepelekwa mjini. Kwa hivyo nimepata, kuna huo moyo wa kutaka kusaidia mtu ambaye ni mgeni. Mm. Labda utamaduni mwingine tofauti kidogo kwa sababu nilijaribu kuzunguka zunguka hapo Shanghai ni utamaduni unaohusu dini. Mm -hmm. Dini, yeah, dini. Oh, dini dini, oh, sa eh, kule kwetu watu wana imani kubwa sana ya dini. mm -hmm. Na kanisa ni nyingi mno za Kikristo na na misikiti ya Waislamu ni mingi mno. mm -hmm. Siku ya Jumapili, uh, utapata karibu kila mtu huenda kanisani, uh, kwa hivyo huo huo ni utamaduni ambao pia ni tofauti kidogo na hapa uh, utamaduni wa dini. Na, mwalimu mm, nafikiri Umoja wa Afrika uh, umetangaza kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na nne ni mwaka wa mm, elimu kuna mapendekezo yoyote unayoweza kutoa kwa uh, wataalamu wa China na Afrika uh, ili kuongeza uh, ushirikiano wao katika um, maeneo ya elimu? Ni muhimu sana kushirikiana kwenye kongamano ililokuwa uh, iliokuwa uh, ilikuwa katika kitengo kilichoongozwa na BFSU tulikuwa tunajaribu kuzungumzia ushirikiano huo wa kimataifa kuhusu elimu na ujuzi wote unaotokana na elimu. Jambo moja muhimu, na nililitaja, na nitataja tena, ni kwamba ni lazima tuwe na ushirikiano kama ulimwengu e, ili tuweze kusambaza ujuzi tulionao katika ulimwengu wote. Ugonjwa tuliokuwa nao wa uviko covid umetuonyesha kwamba dunia ni moja, na tatizo katika eneo moja ni tatizo katika eneo lingine. Hivi sasa kuna tatizo lingine la tabia hewa climate, kwamba tunasema kwamba eh, mazingira yanaharibiwa sana na joto. Sasa jambo hilo hali hali changui eneo hewa ikibadilika, ikiba tabia tabia hewa ikibadilika, ulimwengu mzima unaathirika. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kuendelea kuwa na ushirikiano. Mm -hmm. Sasa ushirikiano huu utakuwa vipi? Ushirikiano huu unafaa kama China imeendelea kiteknolojia Mm -hmm. Inafaa isaidie nchi ambazo ziko katika kiwango cha chini kuinuka, mm -hmm. ili ulimwengu wote uende juu pamoja. Na nikitoa mfano wetu sisi, ninyi ni wanafunzi wa Kiswahili. Kiswahili kinatumika Afrika Mashariki na sasa bara la Afrika imechukua Kiswahili kama lugha yake na hata ulimwengu mzima ni muhimu mjifunze na mwelewe, lakini njia nzuri kabisa ya kujifunza ni kutembea mahali kinapotumiwa, kwa sababu hapa, mkitaka kuzungumza, hata mnapozungumza na wanafunzi wenzenu mtazungumza Kichina, ndio lugha mjaizoea. Hata mlipokuwa mna andaa hapa, tutakapoketi na nyinyi, ni wanafunzi nyinyi wote wanne ni wanafunzi wa Kiswahili, lakini mlikuwa mnaongea Kichina, hamzungumzi Kiswahili. Sasa ni muhimu mwingie katika utamaduni ambapo unalazimika kuzungumza Kiswahili. mm -hmm. kwamba kila mtu anazungumza Kiswahili na hamkai pamoja kwamba mtazungumza Kichina. Ukikaa ukikaa na watu watano wanaozungumza Kiswahili inakulazimu uzungumze Kiswahili. Kwa hivyo hiyo ni namna ya kubadilishana mawazo, makongamano kama hayo mabadilishano hayo ya walimu kwamba nnakuja hapa anazungumza kuhusu mambo ya ya Kiswahili. Walimu wa Kichina wanakuja kwetu. Tuna Confucius Institute, chuo kikuu kinafunza Kichina. Wanakuja walimu wan na wanafunzi wa -wa -wa -wa wanakongamana na kuungana. Unakuwa na, na ushirikiano mkubwa. Kwa hivyo kwa maoni yangu, ulimwengu mzima unafaa kushirikiana katika uh, elimu katika kukuza teknolojia, hmm. Katika maswala ya kijamii hmm. Na hata kiuchumi uh, kiuchumi, kwa sababu uh, kama Uchina ina viwanda vingi na ina wataalamu wa masuala ya viwanda, watahitaji soko ya kuunda kile watakachokiunda, na, na, na, na kama ni mitambo itahitaji ku, kuwekwa ili itumike labda na hiyo soko labda itakuwa Afrika. Watahitaji ma malighafi raw materials mm -hmm. ambazo labda haziko hapa, watahitaji kuzitoa mahali kwingine, na elimu ya kutumia mambo yale ya kwa hivyo ni muhimu sana ulimwengu wote uwe na ushirikiano, na nasema sio ushirikiano tu wa kielimu, lakini wa kisayansi, wa kiufundi, wa ki, wa, wa, wa kiuchumi na hata wa kisiasa, ili tuwe na amani ulimwengu.